Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua sasa anamtaka Rais William Ruto kufanya kikao na familia zilizowapoteza wapendwa wao katika maandamano ya Gen Z mwaka jana. Akiongea huko Thika kaunti ya Kiambu, Gachagua amesema ni sharti familia hizo kupokea fidia. Naibu kinara wa chama cha DCP Cleophas Malala pamoja na seneta wa Kirinyaga wamemtaka rais kusitisha siasa katika maeneo ya magharibi na kuhakikisha ametimiza ahadi alizotoa. Kenya na nyinyi mnajua. Hapo ndio mambo kama imechanguka. Hapo mambo kujanguka kujanguka kujanguka. Sasa anakimbia hapa. Anasema hadi kura yake ameficha hapa Western. Hapa iko kura ya William Ruto. Sai tunavyoongea, mumeona rais ako kule Kisumu. Rais akienda Kisumu anaenda kufungua miradi, anafungua sii eh, damu kule, kule, kule Kisumu. Airport yao, wameweka airport ya Kisumu imewekewa 350 milioni, ilhali airstrip yetu ya Kakamega ile ambayo ilikuwa inafanya kidogo wamefunga. Alafu akikuja hapa anatuambia, msanga wewe, kama unataka msamaha utafute wazazi wa wale watoto, uwaite pale Ikulu uongee na hawa, hawa ndio watakusemea. Kuna hii maneno, huyu Mr. Yesa anatumwa na shilingi milioni kumi ya kuhonga wamama, ya kuhonga, ya kuhonga bodaboda. Nyinyi wamama na bodaboda, hiyo pesa mkule. Hatuwezi zika ndovu ikiwa na pembe.